Karibu sana Mkolwe TV, mahali ambapo tunagundua siri za asili kwa afya bora. Leo nina shauku kubwa kukushirikisha jambo ambalo wengi wetu hatulipi uzito unaostahili: maganda ya machungwa. Ni kweli sehemu hii ya tunda ambayo mara nyingi huishia kwenye jaa la taka imesheheni virutubisho vyenye nguvu ambavyo vinaweza kuimarisha afya yako kwa njia ya ajabu na isiyo ya kawaida. Hebu fikiria kwa muda, kila unapomenya chungwa na kutupa ganda lake, unakuwa unatupa hazina ya uwezo wa uponyaji na ustawi. Lakini usijali, kwa sababu leo tutabadilisha mtazamo huo. Kwa hatua rahisi ya kuchemsha maganda haya na kutengeneza chai yenye harufu nzuri na ladha ya kipekee, unaweza kufungua mlango wa hazina hii ya faida za kiafya. Ni njia rahisi, ya gharama nafuu na muhimu zaidi ni ya asili kabisa. Tutachunguza kwa kina jinsi kinywaji hiki kidogo kinavyoweza kuwa na athari kubwa katika maisha yako ya kila siku, tukifichua nguvu zilizojificha ndani ya kila ganda la chungwa. Jiandae kushangazwa na jinsi chai ya maganda ya chungwa inavyoweza kuboresha maisha yako ya kila siku, kuanzia kuimarisha kinga yako, kusaidia mmeng'enyo wa chakula hadi kuboresha mwonekano mwonekano, mwonekano wa ngozi yako, tutachambua kila faida kwa undani. Ni wakati wa kuthamini kila sehemu ya zawadi za asili na kujifunza jinsi ya kuzitumia kwa manufaa yetu. Hii ni zaidi ya chai; ni safari ya ugunduzi kuelekea afya bora na maisha yenye nguvu zaidi. Moja ya sifa kuu na za kushangaza za maganda ya chungwa ni wingi wa antioxidants zilizomo ndani yake. Fikiria antioxidants kama askari wadogo wanaolinda mwili wako. Maganda haya yamejaa misombo ya yenye nguvu iitwayo flavonoids na mojawapo muhimu sana ni hesperidin ambayo inajulikana kwa uwezo wake mkubwa wa kupambana na uharibifu. Pamoja na flavonoids, tunapata pia kiwango kikubwa cha vitamini C, ambayo si tu kwa ajili ya kuimarisha kinga bali pia ni antioxidant hodari. Hizi zote pamoja na virutubisho vingine vya antioxidant hufanya kazi kwa pamoja kama timu imara. Kazi yao kuu ni kupambana na maadui wasioonekana wanaojulikana kama free radicals au sumu mwilini. Sumu hizi huzalishwa mwilini kutokana na michakato ya kawaida ya kimetaboliki lakini pia kutokana na mazingira kama moshi, uchafuzi wa hewa na hata msongo wa mawazo. Zikisalia bila kudhibitiwa, sumu hizi uharibu seli zetu, kuharakisha mchakato wa uzee na hata kuchangia katika magonjwa mbalimbali. Kwa kunywa chai ya maganda ya chungwa, unaupatia mwili wako silaha muhimu za kupambana na uharibifu huu kulinda seli zako na kusaidia kuchelewesha dalili za kuzeeka, kukupa afya njema na ujana kwa muda mrefu. Kinga imara ya mwili ni msingi wa afya bora na uwezo wa kukabiliana na changamoto za kiafya zinazotukabili kila siku. Chai ya maganda ya chungwa inakuja kama msaada mkubwa katika eneo hili muhimu. Kama tulivyogusia awali, maganda ya chungwa ni chanzo kizuri sana cha vitamini C. Wengi wetu tunajua vitamini C kwa sifa yake ya kuimarisha kinga, lakini ni muhimu kuelewa jinsi inavyofanya kazi. Vitamini hii muhimu huchochea uzalishaji wa seli nyeupe za damu, ambazo ni askari wa mstari wa mbele katika kupambana na vimelea vya magonjwa kama bakteria na virusi. Unapokunywa chai hii mara kwa mara, unakuwa unaupatia mwili wako dozi ya ziada ya vitamini C, hivyo kuongeza uwezo wake wa kujilinda na kupambana na magonjwa na maambukizi mbalimbali mbali hii inamaanisha kuwa unaweza kuwa sugu zaidi kwa mafua ya mara kwa mara kikohozi na maambukizi mengine madogo madogo yanayoweza kukuzuia kufurahia siku yako zaidi ya vitamini C virutubisho vingine vilivyomo kwenye maganda ya chungwa pia huchangia katika afya ya mfumo wa kinga vikifanya kazi kwa pamoja kuufanya mwili wako kuwa ngome imara dhidi ya mashambulizi ya kiafya ni kama kumpa mwili wako zana bora zaidi za kujihami Mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wenye afya ni muhimu sana kwa ustawi wetu kwa ujumla. Tumbo lisipokuwa sawa, mwili mzima huathirika. Hapa ndipo chai ya maganda ya chungwa inapoonyesha tena uwezo wake wa ajabu. Kinywaji hiki cha asili kina sifa za kutuliza mfumo wa mmeng'enyo. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo kama vile tumbo kujaa, gesi, kujisikia umeshiba kupita kiasi hata baada ya mlo mdogo, au usumbufu wa tumbo kwa ujumla, chai hii inaweza kuwa msaada mkubwa. Inasaidia kupunguza gesi iliyokusanyika tumboni na kwenye utumbo, hivyo kuondoa hali ya tumbo kujaa na kuleta nafuu. Zaidi ya hayo, chai ya maganda ya chungwa inachangia katika kuboresha mchakato mzima wa mmeng'enyo wa chakula. Inasaidia kuhakikisha kuwa chakula kinasagwa vizuri na virutubisho vinapatikana kwa urahisi na mwili. Hii inaweza kuwa na manufaa makubwa hasa baada ya kula mlo mzito. Pia baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa inaweza kusaidia kusawazisha kiwango cha asidi tumboni. Hii ni habari njema kwa wale wanaosumbuliwa na kiungulia au matatizo yanayohusiana na asidi nyingi tumboni. Kwa kifupi, ni kama kumfanyia spaa mfumo wako wa mmeng'enyo, ukiupo utulivu na ufanisi unaohitaji. Chapter 4: huenda ikapunguza kiwango cha cholesterol, mlinzi wa afya ya moyo wako. Afya ya moyo ni jambo lisilopaswa kupuuzwa, na kudhibiti kiwango cha cholesterol ni hatua muhimu katika kulinda chombo hiki muhimu. Habari njema ni kwamba maganda ya chungwa, kupitia chai yake, yanaweza kuchangia katika hili. Utafiti wa kisayansi unaanza kuonyesha kuwa baadhi ya virutubisho maalum vilivyomo kwenye maganda ya chungwa, hasa flavonoids kama vile polymethoxylated flavones au PMFs, vina uwezo wa kusaidia kupunguza kiwango cha cholesterol mbaya inayojulikana kitaalamu kama LDL, low density lipoprotein. Kolesterol hii mbaya ndiyo inayoweza kujikusanya kwenye mishipa ya damu na kusababisha kuziba. Kwa kusaidia kupunguza LDL, chai ya maganda ya chungwa inaweza kuchangia katika kuzuia magonjwa ya moyo na mishipa ya damu, kama vile shinikizo la juu la damu na hata hatari ya kiharusi. Hesperidin, ambayo tulizungumzia awali kama antioksidant, pia imehusishwa na afya bora ya mishipa ya damu. Ingawa chai hii si mbadala wa dawa au ushauri wa daktari, kwa watu wenye matatizo makubwa ya cholesterol, inaweza kuwa nyongeza nzuri na ya asili katika mfumo wako wa maisha unaolenga afya ya moyo. Ni kama kuongeza tabaka lingine la ulinzi kwa moyo wako kwa kutumia nguvu za asili. Chapter 5. Huweza kusaidia kupunguza uzito, mshirika wako katika safari ya kufikia uzito unaotaka. Kwa wengi wetu, safari ya kupunguza au kudhibiti uzito inaweza kuwa na changamoto zake. Chai ya maganda ya chungwa inaweza kuwa mshirika wako wa asili katika jitihada hizi. Moja ya sababu ni kwamba maganda ya chungwa yana kiasi kizuri cha nyuzinyuzi za asili, dietary fiber. Nyuzinyuzi hizi zinajulikana kwa kusaidia kujisikia umeshiba kwa muda mrefu zaidi. Unapojisikia umeshiba, unapunguza uwezekano wa kula kupita kiasi au kutafuna tafuna vitu visivyo na faida kati ya milo. Hii inasaidia kudhibiti idadi ya kalori unazotumia kwa siku. Zaidi ya hayo, baadhi ya virutubisho vilivyomo kwenye maganda ya chungwa vinadhaniwa kusaidia kuharakisha mchakato wa kimetaboliki, yaani jinsi mwili wako unavyochoma mafuta kwa ajili ya nishati. Kimetaboliki inayofanya kazi vizuri ni muhimu sana katika kupunguza uzito na kuhudumisha kwa kuchanganya chai hii na lishe bora na mazoezi ya mara kwa mara, unaweza kuongeza kasi ya safari yako ya kupunguza uzito. Kumbuka, hakuna suluhisho la kimiujiza, lakini chai ya maganda ya chungwa inaweza kuwa nyongeza yenye manufaa na ya asili katika mkakati wako wa kufikia malengo yako ya uzito. Chapter 6: huboresha afya ya ngozi, siri ya urembo wa asili kutoka ndani. Ngozi yenye afya na inayong'aa ni ndoto ya wengi, na mara nyingi tunatafuta bidhaa za gharama kubwa ili kufikia lengo hilo. Lakini je, unajua kuwa siri inaweza kuwa rahisi kama kikombe cha chai ya maganda ya chungwa? Kama tulivyoona, maganda ya chungwa yamejaa antioxidants. Hizi antioxidants hupambana na free radicals ambazo sio tu zina athiri afya ya ndani, bali pia huweza kuharibu seli za ngozi na kusababisha kuzeeka mapema, mikunjo, na ngozi isiyo na nuru. Kwa kunywa chai hii unasaidia kulinda ngozi yako kutokana na uharibifu huu kutoka ndani. Vitamini C iliyomo kwa wingi kwenye maganda ya chungwa pia ina jukumu muhimu katika utengenezaji wa collagen. Collagen ni protini muhimu inayofanya ngozi kuwa nyororo, imara na yenye ujana. Kadri umri unavyosonga, uzalishaji wa collagen hupungua, lakini kwa kupata vitamini C ya kutosha, unaweza kusaidia mwili wako kuendelea kuzalisha collagen. Matokeo yake chai ya maganda ya chungwa inaweza kusaidia kuondoa au kupunguza chunusi, kufanya ngozi yako ionekane yenye afya na ing'ae zaidi, na hata kuchelewesha dalili za uzee kama vile mistari midogo na makunyanzi. Ni kama matibabu ya urembo kutoka jikoni kwako. Outro: jinsi ya kutumia na maneno ya mwisho. Fanya chai ya maganda ya chungwa kuwa sehemu ya maisha yako. Sasa kwa kuwa tumechunguza faida nyingi za ajabu za chai ya maganda ya chungwa Labda unajiuliza ni jinsi gani unaweza kuijumuisha katika ratiba yako ya kila siku ili kupata matokeo bora. Ni rahisi sana. Kwa matokeo bora, inashauriwa kunywa chai ya maganda ya chungwa asubuhi ukiwa hujala kitu, kwani hii inaweza kusaidia kuamsha mfumo wako wa mengenyo na kuanza siku yako na nguvu. Vinginevyo, unaweza kunywa jioni kabla ya kulala, kwani inaweza kuwa na athari ya kutuliza. Vikombe moja hadi viwili kwa siku kwa ujumla vinatosha kupata faida zake nyingi bila kuzidisha. Unaweza kuongeza asali kidogo au kipande cha tangawizi kwa ladha zaidi. Kumbuka, chai ya maganda ya chungwa ni njia nzuri na endelevu ya kupunguza taka jikoni kwako na wakati huo huo kupata tiba asilia yenye nguvu kwa ajili ya afya yako. Badala ya kutupa maganda hayo yenye thamani, yatumie kutengeneza kinywaji hiki chenye ladha ya kipekee na faida lukuki kwa mwili wako. Ni hatua ndogo unayoweza kuchukua kila siku, lakini inaweza kuleta mabadiliko makubwa katika ustawi wako wa jumla. Ni njia rahisi ya gharama nafuu, na muhimu zaidi, ni njia ya asili kabisa ya kujitunza. Kwa hiyo na kuhimiza ujaribu mwenyewe. Chukua yale maganda ya chungwa, yaoshe vizuri, yachemshe na ufurahie kikombe cha chai kilichojaa wema. Mwili wako utakushukuru. Hapa Mkolwe TV tunaamini katika nguvu ya asili, na chai ya maganda ya chungwa ni mfano mwingine mzuri wa jinsi gani tunaweza kupata afya na uponyaji kutoka kwa vitu vinavyotuzunguka. Asante kwa kuwa nasi na tukutane tena katika kipindi kijacho kwa siri nyingine za afya.